Shalom, shalom rafiki mpendwa. Nataka niongee na wewe mambo muhimu sana ambayo yatakusaidia kuweza kuomba. Zaidi sana, usiku unakuwa na ugumu wa kuomba, mara nyingi unashtuka umelala bila kuomba. Nataka nikuambie mambo muhimu sana yatakusaidia kuweza kulinda maisha yako ya maombi na hasa usiku kabla ya kulala. Nazoea kusema kwamba usiku ni muda wa kutembelewa. Mungu anaweza akakutembelea kama alivyotembelea watu wengi usiku. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alimtembelea Yusufu akamwonyesha ndoto, jua na mwezi na nyota 11 vinamsujudia. Ilikuwa maisha yake ya baadaye ambayo Mungu alimwonyesha katikati ya usiku. Ukisoma habari za Sulemani, Mungu akamtokea kwenye ndoto usiku, anamwambia niombe kile ambacho nataka, na Sulemani akamwambia, Bwana nipatie hekima ili niweze kuongoza taifa lako vizuri. Kwa hiyo ni watu wengi sana ambao Mungu aliwatembelea, Mungu aliwazungumzia kuhusu maisha yao katikati ya usiku. Ndio maana ni muhimu sana kuomba usiku kabla ya kulala lakini pia ni hatari sana kuomba eh, kulala bila kuomba ni hatari sana sababu, shetani naye ndio muda ambao anatumia kuharibu maisha ya watu. Shetani anaweza akaharibu project zako anaweza akaharibu afya yako, akavuruga familia yako usiku tu, sababu ulilala bila kuomba. Kwa hiyo nisikilize vizuri, haya mambo matatu au nne yatakusaidia kuweza kulinda maisha yako ya maombi kabla ya kulala. Jambo la kwanza litakusaidia ni kwamba usiwe na tabia ya kuomba wakati umechoka. Yaani umechoka umekaa sana kwenye social media, umekaa sana kuangalia TV, mastori mastori, mmepigiana simu, umeongea sana alafu inafika muda wa kulala simu. Eh, ngoja, nataka nilale, niombe niombe, umechoka, hautaomba vizuri Usimpe Mungu muda uliosalia, lakini mpatie Mungu muda unaofaa. Yani, acha kwanza kila kitu, omba. Usiuwe na tabia ya kuomba wakati umechoka. Umechoka ile hauombi, hauko kiroho. Maombi ni maongezi kati yako wewe na Mungu ambaye ni roho, lazima uwe concentrate. lazima uwe fresh, lazima akili zako ziwe zinafanya vizuri, lazima yani memori yako iwe vizuri, ili uweze kuongea na Mungu vizuri. Kwa hiyo acha mpatia Mungu muda uliosalia. Acha hiyo tabia ya kuomba ukiwa umechoka sana, kwenye mitandao, kwenye matiktok, kwenye mayoutube, kwenye vitu vya kuchekesha chekesha, no. Acha hiyo tabia, mpe Mungu muda unaofaa. Jambo la pili litakusaidia kuomba vizuri usiku kabla ya kulala ni kwamba, omba kwa sauti, acha tabia ya kuomba kimyakimya. Yesu wakati wanafunzi wake wanamwomba kwamba awafundishe kuomba, Yesu akasema hivi, anasema mtakapoomba, semeni baba yetu uliye mbinguni. Yesu aliwapa maneno, hakuwambia mwombe kimya kimya. Kwa hiyo mi nataka nikuambia acha hiyo tabia ya kuomba kimya kimya kimya kimya, omba kwa sauti, sema maneno yanayosikika. Watu wengi hata wewe ambayo unanitazama ukiwa una, unaeleza ukiwa unapiga stori na wenzako, unakuwa na sauti, unaongea kwa sauti, unacheka kwa sauti, lakini wakikwambia omba, yani sauti inapotea, usijui kama unakuwa umepata shida gani. Acha hiyo sauti yako itumike kuongea na Mungu. Kama unaweza kuongea na rafiki zako kwa sauti tumia pia sauti yako kwa kuongea na Mungu. Nena maneno, sema maneno yanayosikika. Mungu alikupatia kinywa, alikupa ulimi, alikupatia uwezo kwenye kinywa chako. Biblia inasema kwenye ulimi wako kuna nguvu ya kuua, kuna, kuna nguvu ya kuleta uzima. Kwa hiyo leta uzima kwa maombi yako. Wakati unapoomba kwa sauti, ndiyo Mungu anasikia maneno. Hata ukiomba kimoyomoyo, ukiomba kimyakimya, Mungu anasoma ndani ya moyo wako na anasikia, lakini wakati wa kuomba hakikisha unaomba kwa sauti, maneno yanayosikika, na bila shaka utakuwa umefanya kitu kizuri kabla ya kulala, na usiku wako utakuwa mzuri sana wa baraka. Jambo la tatu litakusaidia kuweza kulinda maisha yako ya maombi kabla ya kulala ni kwamba tenga muda maalum wa kuomba. Panga muda kwamba saa mbili hadi saa tatu ni muda wangu wa kuomba. Unaacha kila kitu, una stop kila kitu, unaheshimu muda wako wa maombi. Unaacha kwanza kazi za nyumbani, unaachana na, na simu na mitandao. Unajua ni muda wa maombi na unaheshimu ule muda akili yako, ukijipa muda, ukijitengea muda, akili yako itazoea, utazoea hivyo, na utakuwa karibu sana na Mungu. Hata wewe mwenyewe ukiona muda unapita, utakuwa na jihukumu. Sababu gani? Umeshapatana wewe na Mungu wako, na malaika wa Bwana atakuwa hapo kukutia nguvu wakati umejipangia muda maalum wa kuomba. Bwana Yesu akubariki sana. Jambo la muhimu sana na la mwisho, omba msaada wa Roho Mtakatifu sababu hauwezi kwa nguvu zako au kwa akili zako. Ambia Bwana akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie, akupatie maisha ya maombi na zaidi sana usiku, usio na lala bila kuomba. Yaani hitaji sana Roho Mtakatifu kwenye hilo swala la maombi kabla ya kulala. Bwana wa mbinguni akubariki na akutie nguvu. Mimi naitwa Pasta Bienvenu Wanzire na kupenda sana na kuomba uweze kusubscribe kwenye youtube channel yangu inaitwa Bienve Ministries TV. Utakuta video nyingi sana ambazo zitakubariki bila shaka. Lakini pia unaweza kunifollow kwenye TikTok inaitwa eh, Bienve Ministries, na kwenye Facebook unaandika tu Bienvenu Wanzire. Hakika utabarikiwa na mambo mazuri kuhusu maombi na mambo mengi sana ambayo yatakusaidia. Bwana wa mbinguni akubariki sana. Amen.